Ushawahi kufikiria kwamba tangu mwanzo wa uumbaji wanandoa wa kwanza Adamu na Hawa walimkimbia Mungu? Unajua mpendwa, tangu wakati huo historia ya binadamu ni hadithi ya wanaopotea, kwamba wameaminishwa na uongo wa Shetani kuwa kufanya mambo kwa njia zao wenyewe ndiyo njia ya uhuru. Sasa ngoja nikuambie, hiyo njia kila mara itaishia kwenye matatizo na kukata tamaa. Sasa Yesu amekuwa akitoa mifano hapa kuhusu Mungu kuwatafuta waliopotea. Tumeangalia mfano wa kondoo aliyepotea na sarafu iliyopotea, na sasa leo katika safari yetu ya hekima tunazungumzia mwana aliyepotea. Sasa Luka ndiye mwandishi pekee wa Injili anayerekodi mfano huu wa mwana mpotevu, na tumeugawanya mfano huu katika sehemu mbalimbali mbali, na tunaweza kuita sehemu hii ya kwanza, kuchoma madaraja yako nyuma yako. Sasa Luka sura ya kumi na tano mstari wa kumi na moja. Kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa na wana wawili, na yule mdogo wao akamwambia baba yake, baba, nipe sehemu ya mali inayonihusu. Naye akawagawia mali yake. Sasa maana iliyopo hapa ni kwamba huyu baba ni mjane na sasa ni mzee, wanawe tayari ni watu wazima. Kulingana na sheria mwana mkubwa atapokea theluthi mbili ya mali ya familia na yule mdogo atapokea theluthi moja. Sasa katika utamaduni huu, unahitaji kuelewa kwamba ilikuwa aibu kwa mwana kudai urithi wake wakati baba yake bado yuko hai. Hivyo hii ni ombi la kushangaza na lenye uchungu sana. Mwana mdogo kimsingi anamwambia baba yake, nimechoka kusubiri ufe ili nipate kile kinachonistahili. Mtaalamu mmoja wa Biblia aliandika kwamba katika utamaduni huu hili lilikuwa sawa na kumwambia baba yake, ningependa kama ungekuwa umekufa. Unaona, sio tu kwamba amechoka kusubiri baba yake afe, bali pia amechoka kuishi chini ya mamlaka ya baba yake na viwango vyake vya maadili. Nikuambie, alikuwa mpotevu hata kabla hajakimbia nyumbani. Sasa, mstari wa 13 unatueleza, si siku nyingi baadaye, yule mwana mdogo alikusanya vyote alivyokuwa navyo na kusafiri kwenda nchi ya mbali. Neno lililotumika hapa kwa alikusanya linamaanisha kubadilisha kila kitu kuwa pesa taslimu. Unaona, yeye yeah, anataka tu dhamani ya pesa ya ardhi na mifugo e, hawezi kubeba ng'ombe kwenda naye nchi ya mbali. Anataka pesa taslimu, lakini zaidi ya yote anataka kuondoka. Unaona, atachoma kila daraja nyuma yake. Ninaweza kumfikiria baba yake amesimama kando ya barabara, akimtazama mwanawe akiondoka, na labda asirudi tena. Labda umewahi kuwa kwenye nafasi yake. Labda mpendwa huko hapo sasa hivi, na unajua uchungu wa machozi hayo machungu ulipomtazama mtoto au mpendwa wako akikimbia mbali na Mungu na kila mtu mwingine. Sasa tukio linalofuata linafunguka na ningependa kuliita kutafuta uhuru kutoka kwa watu ambao tayari wametawaliwa. Mstari wa 13 unatueleza alichukua safari kwenda nchi ya mbali, na huko akapoteza mali yake kwa maisha ya anasa. Sasa nchi ya mbali inaashiria kwamba amesafiri nje ya eneo la Wayahudi. E, ukweli kwamba atajikuta akifanya kazi kwenye shamba la nguruwe unakuonyesha kwamba ameacha Uyahudi nyuma, ameacha urithi wake nyuma, na pia kwa njia hiyo ameacha Mungu wa Israeli. Basi Yesu anasema hapa kwamba alitumia urithi wake kwa maisha ya anasa. Neno hilo anasa linamaanisha ulevi na ufisadi. Kwa kweli kaka mkubwa baadaye katika mfano huu atamwambia baba yake kwamba mdogo wake alitumia pesa zake kwa makahaba. Hivyo basi, mwana mpotevu hapa anajaribu kutafuta uhuru miongoni mwa watu ambao tayari ni watumwa wa dhambi. Lakini usikosee hapa, anajiambia mwenyewe, hii ndiyo maisha niliyokuwa nayaota siku zote. Hawa ndio unajua, marafiki zangu wa kweli. Hapa ndipo nyumbani kwangu. Kwa njia, wapendwa, msijaribu kuwashawishi watu wanaotenda dhambi kwamba hawafurahii. Hapana, dhambi ina raha yake. Kujitegemea mbali na Mungu kunahisi kama uhuru, lakini hawadumu kwa kweli. Hebu niite sehemu hii ya tatu, kuona mbegu za uporaji zikizaa matunda. Sasa hapa kwenye mstari wa 14, na alipokuwa amemaliza kila kitu, njaa kali ikaikumba nchi ile, naye akaanza kuhitaji Akaenda akajipatia kazi kwa mmoja wa wenyeji wa nchi ile, ambaye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe, naye alikuwa anatamani kula maganda ambayo nguruwe walikuwa wanakula, wala hakuna mtu aliyempa chochote. Sasa unahitaji kuelewa, kwa wasikilizaji Wayahudi wa, wa Bwana picha ambayo Yesu anachora hapa ni ya maisha ambayo yako mbali kabisa na ukombozi. Yaani huwezi kwenda mbali zaidi na Mungu kuliko hivi. Huwezi kuwa katika hali mbaya zaidi ya hii. Huwezi kushuka chini zaidi au kuzama zaidi katika dhambi, eh, uliko jinsi Yesu anavyomwelezea huyu mwanampotevu. Sasa cha kushangaza zaidi, marafiki zake walitoweka mara tu alipomaliza pesa zake. Ameachwa na kila mtu. Usikose kuelewa hili, ameachwa na kila mtu kama vile yeye alivyoacha wote nyumbani. Sasa kabla hatujaendelea zaidi, hebu niwape mapendekezo mawili kwa wale mnaowaombea sasa hivi, wale wapendwa wenu waliopotea ambao wanamkimbia Mungu huko duniani leo. Kwanza, mwombe Mungu akusaidie kujenga daraja la mawasiliano na mpendwa wako, sio kwa ajili ya kukubaliana na makosa, bali kwa ajili ya kuwasiliana. Endelea kuweka mazungumzo wazi. Weka ukweli wa Injili kwa upendo kila inapofaa, lakini kumbuka tu, huenda huyo wako aliyepotea tayari anazijua hizo aya zote kwa moyo. Pili, usiombe mafanikio mazuri kwa huyo aliyepotea. Omba Mungu alete njaa kubwa. Omba Mungu amfikishe mahali pa utupu, ili aone wazi utupu uliopo kwenye maisha yake. Wapendwa, msimwombe Mungu amwepushe huyo aliyepotea na moto. Hebu nikutie moyo umwombe Mungu aongeze joto. Na kumbuka, waliopotea hawarudi katika akili zao wakiwa bado kwenye nyumba ya baba. Kwa kawaida, wanarudi katika akili zao wakiwa kwenye zizi la nguruwe. Sasa pamoja na hilo, huyo aliyepotea anafikia hapa hatua ya kukata tamaa kabisa, na naamini kinachofuata sasa kinaeleweka vibaya kabisa na wengi kanisani leo. Hebu tuangalie hapa mstari wa kumi na saba ambapo Yesu anasema, lakini aliporudi katika akili zake, akasema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wana mkate wa kutosha na ziada, lakini mimi hapa ninakufa kwa njaa Nitaondoka na kwenda kwa baba yangu, na nitamwambia baba, nimetenda dhambi juu ya mbingu na mbele zako, sistahili tena kuitwa mwanao. Sasa unaweza kudhani kwamba hapa anaonyesha toba, lakini nataka nikuambie sivyo kabisa. Sivyo. Anakufa njaa. Anarudi katika akili zake, kwa maana halisi unaweza kusoma kama vile anarudi katika fahamu zake ni kama vile unajua, anaamka kama taa inawaka kichwani mwake, na anajiambia, nafanya nini hapa duniani? Unajua, ninalisha nguruwe na kufa kwa njaa, wakati watumishi wa baba yangu wao hawajakosa hata mlo mmoja. Sasa kile mwana mpotevu anachofanya ni kuandaa hotuba ambayo anatumaini itamfanya baba yake amwonee huruma, kwa kweli kiasi cha kumpa kazi tu. Unaona, anapanga kurudi nyumbani, sio kutubu, bali kujadiliana ili apate ajira. Lakini si atamwambia baba yake hapa nimesoma tu? Si atamwambia nimetenda dhambi dhidi ya Mungu na dhidi yako? Sasa ngoja ni kuambie, hawa Mafarisayo labda walitambua kwamba Yesu alikuwa anatumia maneno yale yale ya Farao, maneno yale yale kabisa ambayo Farao alimwambia Musa ili kujaribu kusitisha mapigo. Farao alimwambia Musa, nimetenda dhambi dhidi dhidi ya Mungu na dhidi yako, Kutoka saa kumi na madakika kumi na sita. Sasa kulingana na mstari wa 19 hapa katika Injili ya Luka, mwana mpotevu pia alipanga kusema, na hili ni muhimu kuelewa, kusema nitendee kama mmoja wa wafanyakazi wako wa kuajiriwa. Sasa unahitaji kuelewa kwamba neno linalotumika hapa kwa wafanyakazi wa kuajiriwa si neno la watumwa, wala si la watumishi wa nyumbani ni neno la kifedha. Mtume Paulo alilitumia akimaanisha kulipa mshahara heshima kwa wale wazee waliokuwa wanahubiri kwa uaminifu. Hivyo mwanampotevu anaposema nitendee kama mmoja wa wafanyakazi wako wa kuajiriwa, kitenzi hicho nitendee kinamaanisha hasa yunitengeneze, nifanye kuwa hivi, nifanye kuwa fundi wa kuajiriwa, fundi mwenye ujuzi. Hivyo basi, hii ndiyo hotuba yake. Wacha niweke wazi ukweli, hiki ndicho anachotaka. Hesikiliza baba, hivi ndivyo nataka unifanyie. Nataka unilipie mafunzo yangu ili nijifunze kazi mpya kama fundi mwenye ujuzi na anayelipwa mshahara. Sasa pia tunajua kutokana na historia kwamba hili lingemruhusu aishi kwenye kijiji jirani pamoja na mafundi wengine. Hivyo bado ataendelea kuwa huru kutoka kwa baba yake, atakuwa anaishi nyumbani tena, atatengeneza kazi mpya hii itamruhusu kurejesha heshima yake katika jamii. Na ngoja nikuambie, kwa wakati huu anapanga tu kurudi nyumbani ili asipoteze heshima. Anarudi kwa baba yake kuomba msaada wa kifedha, bado anataka pesa kutoka kwa baba yake, lakini yuko karibu kugundua hazina isiyo na kikomo, ni hazina isiyo na kikomo ya neema ya baba yake.